Taarifa wa Tanzania na mashabiki wa Simba, kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa na kuelekea katika mchezo wa fainali raundi ya kwanza dhidi ya RS Berkane, tunamshukuru Mwenyezi Mungu eh, kila kitu kinakwenda vizuri kwa upande wetu hapa katika jiji la Casablanca, Morocco. Tangu tumewasili jana, tulipata nafasi ya kufanya mazoezi yetu ya kwanza, na leo tena asubuhi tumefanya mazoezi yetu mengine ya pili katika huu mji wa Casablanca, majira ya saa nne asubuhi sawa na saa sita kwa saa za nyumbani Tanzania. Mara baada ya mazoezi yetu ya hii leo asubuhi, majira ya saa kumi jioni Tutaanza safari ya kuelekea e, katika mji wa Sadia tayari kabisa kuwafuata wapinzani wetu. Tutaondoka hapa kwa ndege tuliyokuja nayo, msafara wa watu wote ambao tumekuja kutoka Tanzania. Tutaondoka hapa saa kumi, tutafika e, Sadia mida ya saa kumi na moja. Vijana watapumzika na kesho tutafanya mazoezi yetu katika uwanja wa manispaa ya Berkane, uwanja ambao tutakwenda kutumia kwa ajili ya mchezo wetu. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao kwa baada ya, ma baada ya mazoezi ya jana na leo, wote wako vizuri. Tunasubiri mazoezi yetu ya mwisho ya kesho ambayo itampa taswira mwalimu nani aende naye kwenye mechi ya kishukuto. Mwalimu ametumia program ya jana na leo kutengeneza mipango ya kimbinu na kiufundi kuelekea katika mchezo huu, na ndio maana mnaona, eh, hata ninyi waandishi ambao mmekuja kutoka Tanzania mwalimu hakutaka kuwapa nafasi ya kuhudhuria mazoezi yake ili yeye atengeneze mpango kazi wake wa kiufundi na kimbinu kuelekea katika mchezo huo. Kimsingi na kifupi, ni kwamba maandalizi yetu yanakwenda vizuri mpaka hivi sasa, tuko salama sana, hatujapata changamoto ya aina yoyote ile hadi kufika hileo tunategemea pengine e, purukushani zinaweza zikaanza kesho baada ya kufika katika mji ambao tunakwenda kucheza mchezo wetu, lakini kifupi tu ni kwamba tuko salama na tuko tayari. Semaji tukiwa tuna endelea kufuatilia kile ambacho kinaendelea hapa. Tunafahamu focus yao ni kwenye mchezo wa raundi ya kwanza ambao ni siku ya Jumamosi tarehe kumi na saba lakini kuna taarifa zinaeleza kwamba CAF wametoa taarifa na kwamba maelekezo kwa CFF waelekezee maandalizi ya mchezo wa raundi ya pili kule visiwani Zanzibar, kwamba uwanja wa nyuama natumika kwa ajili ya mchezo huo wa raundi ya pili. Hili likoje, na pengine mmeshalipata Tumepokea taarifa hiyo na maelekezo ambayo nime, nimeelekezwa na viongozi wangu niwaambie ninyi waandishi wa habari na wana Simba kwa ujumla ya kwamba kwa sasa uongozi wa klabu ya Simba umejikita kwenye maandalizi ya mechi ya tarehe kumi na saba. E, fikra maandalizi, mipango na kila kitu tumekielekeza kwenye mechi yetu ya kesho kutwa tarehe kumi na saba na taarifa rasmi kuhusiana na uwanja wa mechi yetu ya tarehe ishirini na tano tutaitoa punde tu mara baada ya mechi yetu ya tarehe kumi na saba. Maana yake ni kwamba wana Simba hivi sasa wajikite kwenye kuelekea mechi yetu ya tarehe kumi na saba tujikite maandalizi ya tarehe kumi na saba Tukishamaliza maandalizi hayo tukishamaliza mchezo huo, tutakuja kuwaambia mustakabali wa mechi yetu ya tarehe ishirini na tano lakini kwa sasa wana Simba wote waendelee na maandalizi ya taarifa ya awali kwa maana tiketi, waendelee na mpango huo huo, wale wa mikoani waendelee na mpango wa kuja Dar es Salaam mpaka pale tutakapotoa taarifa nyingine ambayo itakuwa taarifa rasmi mara baada ya mchezo wetu wa tarehe 17.